Subscribe Mzee Wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Ndugu waandishi wa habari, mbio maalum za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu zimebeba ujumbe maalum unaojikita katika umuhimu wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kauli mbiu inayosema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka ishirini na tano kwa amani na utulivu. Ujumbe huu unalenga kuwataka wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Pamoja na kauli mbiu hii, mbio za mwenge wa uhuru zinaendelea kuelimisha na kuhamasisha jamii ya wana Ruvuma na Watanzania wote kwa ujumla kuhusu umuhimu na uzingatiaji wa lishe bora, mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya UKIMWI, mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na mapambano dhidi ya malaria. Ndugu wananchi, mwenge wa uhuru kwa mwaka huu ishirini na ishirini na tano, ukiwa mkoa wa Ruvuma utakimbizwa katika halmashauri zote nane ambapo tunaanza kesho tarehe tisa mpaka tarehe 16 Mei 2025 na tutaukabidhi tarehe 17. Kwa hiyo ukiwa hapa utakimbia jumla ya umbali wa kilomita 1378.90 kama ifuatavyo: tarehe tisa utakuwa katika halmashauri ya Madaba utakimbizwa kwa kilomita 206.7. Tarehe 10 tarehe Mei 2025 utakuwa halmashauri ya Songea utakimbizwa kwa kilomita 115.8. Tarehe 11 Mei 2025 utakuwa katika halmashauri ya Mbinga utakimbizwa kwa kilomita 145.6 na tarehe kumi na mbili Mei ishirini ishirini na tano utakimbizwa katika halmashauri ya Nyasa kwa kilometa 161, na tarehe 13 Mei 2025 utakimbizwa kwenye halmashauri ya mji Mbinga kwa kilometa 145, na tarehe 14 Mei 2025 utakuwa katika halmashauri ya manispaa ya Songea utakimbizwa kwa kilometa 66.8 Mei, shirini, tano, na tarehe 15 na Mei 2025 ishirini na tano utakuwa katika halmashauri ya Namtumbo, utakimbizwa katika kilometa mia tatu na moja na tarehe 16 Mei 2025 ishirini na tano utakuwa katika halmashauri ya Tunduru na utakimbizwa kwa kilometa mia mbili na thelathini na saba. Tarehe kumi na saba ndio itakuwa siku ya makabidhiano katika mpaka wa Mtwara na Ruvuma mahala panapoitwa Lumesule. Ndugu wananchi, mwenge wa uhuru ukiwa mkoani Ruvuma utatembelea miradi iliyotekelezwa inayotunzwa na inayosimamiwa na wananchi pamoja na serikali. Mwenge wa uhuru ukiwa mkoani utapitia miradi sabini na sita katika halmashauri nane yenye thamani ya shilingi bilioni tisini na tano milioni 167 laki 329 elfu 89 na senti 42, kati ya miradi hiyo miradi kumi na saba yenye thamani ya shilingi bilioni tatu milioni 897 na 83 elfu 775 na senti 19 itafunguliwa na kuzinduliwa, lakini miradi 13 yenye thamani ya shilingi bilioni 9 milioni 420 128948 senti 49 itawekewa <tie> jiwe la msingi, na miradi 33 yenye thamani ya shilingi bilioni themanini na moja 743 milioni laki sita na hamsini mia tano themanini na tisa na senti sabini na nne itatembelewa na kukaguliwa. Miradi kumi na tatu yenye thamani ya shilingi milioni mia moja na tano laki tano kumi na tano elfu na mia saba sabini na sita itakuwa ni ya kugawa vifaa mbalimbali. Ndugu wananchi, kama ilivyo jadi kwa wana Ruvuma, naomba tujitokeze kwa wingi katika maeneo yote ambayo mwenge wa uhuru utapita. Lakini pia naomba tujitokeze kwa wingi katika maeneo ambayo mwenge wa uhuru utatoa ujumbe wa mwenge wa uhuru kwa 2025 na pia katika maeneo ya mkesha. Ndugu waandishi wa habari, najua kwamba wananchi wa mkoa wa Ruvuma wanayo shauku na ari kubwa ya kuupokea na kuukimbiza mwenge wa uhuru ili utimize malengo yake. Napenda tena kuwakaribisha wote kushiriki kikamilifu katika kuupokea na kuukimbiza mwenge katika mkoa wetu. Karibu mwenge wa uhuru, mkoa wa Ruvuma. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Subscribe Mzee Wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.